Karibu kwenye darasa la Stani Tiba, mahali pa tiba za mimea asili, elimu na uhalisia wa maisha. Leo tunajibu swali linawachanganya wengi. Je, mwanaume anaweza kuumwa jino kwa sababu ya mimba ya mwanamke wake? Kitaalamu, hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba ujauzito wa mwanamke unaweza kusababisha mwanaume kuumwa jino lakini kuna jambo la ajabu linaloitwa kuvadi sindrom. Kuvadi sindrom ni hali ambapo mwanaume huanza kupata dalili zinazofanana na za mamja mzito, kuona kichefuchefu, usingizi mwingi, hata maumivu ya jino. Ni hali ya kiakili na kihisia inayomletea mwanaume mtiririko wa mwili kwa sababu ya ukaribu wa kihisia na mjamzito wake. Kwenye mitazamo ya kitamaduni katika baadhi ya tamaduni huamini kuwa mwanaume anaweza kumwa jino au tumbo kama hajatoa mahali au kufuata mila fulani. Wengine huchukulia kama ni ishara ya kuvunjwa kwa sheria za kimila. Na kuhusu tiba zake, kwa sababu mila na desturi za jamii fulani zimetofautiana, na kushauri kama hali hii inakukumba basi ni vyema kuuliza upande wa pili yaani, kwa huyo mwanamke ili aweze auweze kusaidiwa. Na mwisho, napenda nijibu swali la mada yetu. Si kwamba mimba inasababisha jino kuuma moja kwa moja, bali hisia, imani na hata mapokeo ya kijamii yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika hili. Je, umewahi kusikia au kushuhudia mwanaume aliyepatwa na hali hii? Tuandikie so kwenye komenti. Usisahau kulike na kushare kwa marafiki zako na kuwa mfuatiliaji bora katika chaneli hii ya Stani Tiba.